Mambo vipi na name, the woman, na, ni music table. Na, nataka tuende direct kuweza kuzungumzia insta story aliweza kushare msanii Harmonize kupitia ukurasa wake wa Instagram juu ya ujio wa ngoma yake pamoja na Mbosso. Atufahamu kwamba Mbosso amekuwa ni msanii ambaye ana wakati mzuri, kuwa mwaka bora sana kwa msanii Mbosso kwa kuweza kuvunja baadhi ya record mbalimbali kwenye mainstream, lakini pia na mtaani ngoma kuweza kufikika, na hii baada ya kupatia EP yake ya Room Number 3. Hivi pia msanii Mbosso ni moja kati ya wasanii bora sana hapa nchini Tanzania na waandishi wazuri sana wa muziki. Na vile vile kwa upande wa Harmonize, naye pia ni moja kati ya wasanii wazuri sana, lakini pia na wazuri zaidi kwenye engo ya uandishi, na wawili hawa hawakuwahi kukutana kwenye ngoma yote since WCB mpaka leo hii. Hapa kila mmoja ana miliki lebo yake, hawakuwahi kuweza kuachia ngoma. Sasa ujio wa hii ngoma najua watu wengi sana watakuwa wanasubiri sana kwa hamu. Nadhani hata wewe pia utakuwa unajiuliza una, utakuwa pia unajiuliza kwamba ni nani ameweza kumfunika mwenzake, kwa sababu tukiweza kumrifaa Mbosso, kuni uandishi, kuni melodies, ni moja kati ya wa wasanii ambao ni wazuri zaidi, lakini pia vile vile Harmonize na yeye ni moja kati ya wasanii wenye melodies kali, lakini pia wenye lyrics kali. Sasa ingoma ya leo mimi hata sijui itakuwa inazungumzia nini lakini title tumeweza kuambiwa kwamba ni Leo na Harmonize pia ameweza kushare intro video, video ambayo inawaonyesha wawili hawa wakiweza kila mmoja kumzungumzia mwenzake kwa namna moja ama nyingine, anaweza kumfahamu. Sasa kwako wewe, mshabiki, unadhani ni nani hataweza, inawezekana ameweza kuwa amemfunika mwenzake kati ya Harmonize pamoja na Mbosso?